Umma wa Waislamu ulimwenguni kote duniani wako ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una neema nyingi na una karama nyingi. Lakini moja ya faida muhimu ambayo anaweza kuipata mfungaji ni faida ya kimwili, yaani ya kiafya, kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni faida gani kiafya anaweza kupata mfungaji? Ungana nami, dokta wako Ali Misilo, katika darasa letu la leo, tujifunze pamoja. Kutaka kupata vipindi vyetu vilivyopita bonyeza neno suggestion hapo juu, na kuendelea kupata darasa zetu mbalimbali bonyeza subs subscribe neno hapo chini. Karibuni sana. Watu wanapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni ibada ambayo wanaojizuia na kunywa kula na kunywa kwa kipindi maalum, yaani kuanzia jua linapokuwa limeanza kuchomoza maana alfajiri, mpaka jua linapokwenda kuzama kwa maana jioni Kipindi hichi chote mwanadamu au huyu mtu ambaye anashiriki katika ibada hii haruhusiwi kula wala kunywa, katika hali katika namna hiyo. Sasa kuna faida kubwa ambayo anaweza kuipata mfungaji kiafya, kwa kitendo hicho cha kujizuia kula na kunywa kwa kipindi hicho, takriban masaa 12 masaa mpaka masaa 13, na mataifa mengine yanakwenda mpaka masaa 16. Je, ni mambo gani hayo muhimu ambayo anaweza kuyapata mfungaji katika afya? Ikiwa ni faida inatokana na mwezi wa Ramadhani, mfungaji anaweza kupunguza kiwango cha uzito wake. Kwa sababu gani ataweza kupunguza kiwango cha uzito wake? Ni kwa sababu muda mwingi, ambapo anapokuwa amekaa bila kula, ina maana chakula kilichokuwa kimehifadhiwa ndani ya mwili kama sehemu ya chakula cha akiba kitakuwa kikitumika, na kile chakula cha ziada ambacho kimeweza kuhifadhiwa kama fat au kolesterol ndani ya mwili kitaanza kuwa kinayayushwa na kubadilishwa katika mfumo rahisi ambao unaweza kuzalisha mwili katika mfumo wa sukari na kuzalisha mwili nishati. Kitendo hichi kinapelekea kupungukiwa na hizo adipose na hizo adipose tissues ambazo zinazokuwa zimeweza kujaa kwa wingi zinazomsababisha mtu huyo kuweza kupata uzito mkubwa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kutampelekea huyo mtu aweze kupungua uzito wake kutokana na funga na kujizuia kula mtu anaweza kupata faida nyingine ni kupunguza kiwango cha mafuta ndani ya mwili wake. Kiwango cha mafuta kitapunguzwa vipi? Ni kwa sababu tunaamini kwamba, na wataalamu wanathibitisha kwamba, kiwango cha sukari au kiwango cha chakula kinachokuwa kinachokuwa kimezidi ndani ya mwili kinahifadhiwa cha ziada na kingine kinatolewa kama sehemu ya taka mwili. Kwa vile vilivyohifadhiwa kwa ziada kuhifadhiwa ndani ya mwili huwa vinawenda kuhifadhiwa katika mfumo wa mafuta ambao unaweza kuhifadhiwa ndani ya mwili katika njia rahisi. Hivyo basi yale mafuta yanapokwenda yanapokuwa mengi ndio anampelekea mtu kupata kitu kinachoitwa cholesterol. Huyu mtu ana cholesterol nyingi. Sasa kutokana mtu anakuwa amekaa muda mrefu bila kuweza kula chakula chochote, ina maana mwili unalazimika kutoa kile kiwango cha mafuta kilichokuwa kimehifadhika ndani ya mwili kukirudisha ili kuweza kupatia nishati mwili kiwango kile kinapelekea mafuta kuweza kutumika na kuweza kupungua ndani ya mwili. Kwa hiyo wale watu ambao watakuwa na kiwango kikubwa cha mafuta kupitia funga ya mwezi wa Ramadhani wanapata faida ya kupunguza kiwango cha mafuta mwilini. Jambo lingine, wanajiondoa katika hatari ya magonjwa ya moyo, yaani tukiita cardiovascular diseases. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeona uzito unapungua, tumeona cholesterol ndani ya mwili pia inapungua na hivi vitu mara zote huwa vinashabiana na magonjwa ya moyo, ina maana cardiovascular disease. Kitendo cha hivi vitu vyote kuweza kupungua kunapelekea pia kujiondoa katika hatari hiyo ya magonjwa, kupata magonjwa ya moyo. Kwa kipindi hichi cha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwili unapata nafasi ya kumengenya na kufyonza virutubisho vinavyoambatana na vyakula ndani ya mwili kwa uzuri kwa sababu kipindi ambacho mtu amekula daku amekula vizuri daku kwa kufata utaratibu mzuri na virutubisho vizuri, kipindi kile chote ndani ya masaa kumi na mbili anakuwa hajala kitu chochote. Kwa hiyo mwili unapata nafasi ya kumengenya chakula vizuri, kufyonza na virutubisho vyote, zile nutrient ndani ya mwili. Kwa hiyo mtu anapata faida ya kupata nutrient nzuri na virutubisho vizuri ndani ya mwili kwa ufanisi mzuri. Kwa kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu anapokuwa amekaa muda mrefu sana bila kula chakula, inapofikia ule wakati wa kufanya breakfast. Sasa anatakiwa kuweza kufungua, wanakuwa na shauku na hamasa ya kutaka kula kwa sababu ya uchovu wa mwili na njaa kali. Nini wanatakiwa kufanya? ni lazima wawe na tahadhari kuhakikisha kwamba lile lengo la afya linaweza kufikiwa au kutimia kuweza kuwa wanapata afya. Hivyo, ni muhimu waangalie ni chakula gani wanapaswa kuweza kukitumia wakati wakiwa wanafanya hiyo breakfast au wakiwa wanafungua. Tunashauri matumizi matumizi mazuri ya, ya, ya vyakula wakati wa kufungua. Moja, tunashauriwa kutumia tende kwa sababu tende ina ina ina, ina, ina virutubisho vya kutosha na pia ina fibers za kutosha. Kwa hiyo mlaji anayetumia itamsaidia kuweza kupata nishati nzuri ndani ya mwili, lakini pia fibers zile zinazokuwepo zinapofika nda ndani ya tumbo zinaweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula vizuri kabisa na ufunzaji wa hivyo virutubisho. Lakini jambo la mwisho na lilokuwa zuri, linamsaidia mfungaji asiwe asiwezi kula chakula kingi, kuvimbewa, kwa sababu akila kidogo atakuwa ameshiba na kuuzika, kwa sababu kuna kitu kilichotangulia kabla ya hapo lakini pia tunawashauri matumizi bora ya sana ya maji, wasitumie maji ya baridi sana, wala situmie atumie maji ya moto ni vizuri zaidi, na kati na kati pia ni vizuri zaidi, kwa sababu maji anakwenda kuupa mwili ile unakuwa sababu kwa kipindi ambacho hajafunga, sababu ayenywa maji, mwili unapata dehydration. Kwa hiyo akitumia maji vizuri, mwili unapata ile hali sasa, hydration inarudi vizuri, na mwili chakula alichokula kinaweza kuweza kumengenywa na kufanywa utubishaji mzuri ndani ya mwili. Wakati wa kula mtu anashauriwa kutumia aina tano zile za vyakula, kwa maana upate protini, upate wanga, kwa maana hiyo starch, uweze kupata mbogamboga, mboga kwa maana vegetables, uweze kupata lipids, hizo fats, na uweze kupata maji ya kutosha na nutrients za kutosha. Hakikisha kwenye chakula chako vinakuwa kuna aina hizo hizo hizo zote tano za, za, za chakula. Hii iweze kukusaidia mwili kupatia virutubisho na nguvu nzuri, na na na uweze kufanya mwili uweze kuwa imara zaidi na kuweza kuendelea nafunga kwa wakati mwingine zaidi. Wakati wa kufungua pale unapokuwa ki breakfast, wengine walevi, wengine wa sigara, nataka kwanza aende akavute sigara. Mwingine ni mlevi wa wa, wa, wa, wa vinywaji hizi aina ya kola, akaenda kutumia hizo kola. Kikweli, wakati wa kufungua haushauriwi matumizi hayo ya vinywaji vya kafeini, sio vizuri. Unachotakiwa kutumia ni vile ambavyo tulivyokuelekeza, matumizi ya hizo heavy snacks, mfano tulizungumzia ni tende na mengineo, matumizi ya maji. Kama ukitumia kafeini au vinywaji vyenye aina ya kafeini, kama kuzungumzia cola, energy drinks na vinginevyo, maana yake unaingia katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Miongoni mwa magonjwa hayo tulisema ni hiyo heart diseases, mapigo ya moyo kuwa yanakwenda mbio, lakini pia unapata kitu kinachoitwa insomnia ambayo inaweza kupelekea kuwa unakosa, unakosa usingizi, na tunajua usingizi ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu, lakini kwa sababu ni chemicals na mwili unakuwa hujapata kitu chochote kwa mwili, badala ya kwanza kufyonza virutubisho ili viende vya kwanza vikafanye kazi ndani ya mwili, inakwenda kukutana na hizo vitu vya viwandani ambavyo vinaweza kupelekea athari ya mwili. Kwa hiyo, kitaalamu hatushauri matumizi ya hivyo vinywaji wakati wa kufungua.